Bosi zangu hichi kifaa kinaitwa mati kuka. Siku hizi hatupiki tena maharage kwa kutumia kuni, hatupiki kande masaa sita masaa saba. Tumesha rahisishiwa na Mchina, tumeletewa hichi kifaa bwana, kinatumia umeme na kinatumia umeme mdogo kabisa. Unaweza ukapikia uji, unaweza ukapikia supu, ndizi, wali, nyama, mchemsho, kande, maharage kwa muda mfupi kabisa, na kinatumia umeme mdogo na kina lita tano jamani, mmeona kwa hiyo kuna hivi vifaa vyake ndani. Hichi kinaweza kutumika kama kipimo, hichi ni kijiko, huu ni waya wake, lakini hii ndo sufuria yake ya ndani, ina lita tano, jamani. Hichi kifaa bwana, kwa wewe unaitaka hichi kifaa kimoja, hichi kifaa kinaitwa multicooker, kinatumia umeme mdogo, ni lita tano na kinapika kila kitu. Wewe unataka kupika maharage, unataka kupika kande, wali, supu, chochote, hichi kifaa bwana, kinakuhusu. So make sure unacho nyumbani kwa ajili ya kupikia na kusevu muda wako. Ya hichi kifaa Oda ikuwa, this is Madam Deliver. Yes, pia niwakumbushe wateja wetu wa kampuni ya Lifetime Store ni kwamba uh, kampuni yetu inajitahidi sana kuleta hizi nishati safi eh, za kupikia. Kumbuka kwamba mama Kizimkazi, mama Samia Suluhu Hassan anasisitiza sana eh, Watanzania watumie nishati hizi safi kwa ajili ya kupikia, kupunguza eh, madhara mbalimbali kulingana na afya zetu. So, kampuni ya Lifetime Store tumewaletea uh, Haya, hizi hizi bidhaa ambazo zinatumia umeme kidogo, lakini pia uh, tunazo bidhaa tofauti tofauti sana katika kampuni yetu. Tuna multi cooker hizo, tuna pressure cooker. So, karibuni sana kampuni yetu ya Lifetime Store ni multicooker hiyo ya silver crest jamani. Nikisema multicooker namaanisha jamani, inapika kila kitu, tambi, wali, maharagi, makande na chochote kile. Kama hapo mimi nimepika zangu tambi hizo hapo, ehe, na zinaiva vizuri, chakula kitamu jamani. Wasela mpo mm, oh. Jamani wasela wote, tusihangaike mambo ya mkaa, mara gesi imeisha, unafanyaje? Sijui nini, jamani, hizi multicooker zipo dukani kwa bei kitonga kabisa, unapika chochote. Nikisema multicooker namaanisha yaani chochote, makande, maharage, mboga za majani, wale tunaopenda michemsho jamani, tunaopenda michemsho ehe, hiyo hapo chochote, jamani. Jamani, hizi matukuka ni nzuri, ni nzuri, ni nzuri sana, hakuna mfano. Zipo kwa bei ya ofa tena, bei ya kitonga kabisa kabisa kabisa. Mzigo upo dukani, nikisema mgodini, wajanja wananielewa. Usisubiri vi sold out alafu useme jamani eh. Na usitume pesa kwanza kabla haujauliza mzigo upo au amna, maana hapa kwetu watu wanakula na kumaliz